Umewahi kuhisi pesa ikae mikononi mwako, haijalishi umetumia nguvu nyingi kiasi gani kuitunza? Vipi kama ufumbuzi wa matatizo ya kiuchumi unatokana na kubeba vitu vichache vyenye nguvu kwenye pochi yako? Kuna baadhi ya vitu inaaminika vimebeba nguvu ya kuvuta utajiri pamoja na kukukinga na mahangaiko ya kiuchumi, na ndio kitu ambacho tutakijadili kwenye video hii. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha vitu tano vyenye nguvu ya kuvuta pesa na utajiri ukiviweka kwenye pochi yako. Nitoe angalizo, video hii inahusisha maswala ya kiimani zaidi, hivyo si lazima ufuatishe kila kitu kama kipo kinyume na imani yako, bali nitakupa maana ya kila kimojawapo na tafsiri yake katika ulimwengu wa roho. Namba moja: ufunguo mdogo. Ufunguo unawakilisha kufungua, kufungua, kufungua fursa mpya na kufungua milango mipya. Unapoweka ufunguo kwenye pochi yako, inakuwa ina maana kubwa kuliko unavyofikiria. Ni kama unauambia ulimwengu wa roho kuwa upo tayari kufungua fursa za kifedha pamoja na kuingia katika ulimwengu wa hoteli. Kama vile ufunguo unavyoweza kufungua milango, unapoweka ufunguo mdogo kwenye pochi yako, inafanya kazi ya kukukumbusha kuwa kuna fursa nyingi zipo mbele yako zinakusubiri. Inawakilisha kuna fursa nyingi mbele yako, haijalishi ni kazi mpya, biashara au ujio wa wingi wa fedha. Ufunguo pia unawakilisha kufungua uwezo wako binafsi mara nyingi mahangaiko ya kiuchumi yanatokana na upungufu wa uwezo au kutokuziona fursa vizuri. Hivyo kubeba ufunguo ni kama kujiambia wewe binafsi pamoja na ulimwengu wa roho kuwa upo tayari kuufungua uwezo wako binafsi, kugundua fursa mpya za kiuchumi, pamoja na kuanza kuchukua hatua. Vilevile ufunguo na kukumbusha kwamba suala la kuwa huru kifedha linawezekana, na kazi yake kuu ni kukufungulia milango sahihi kwa wakati sahihi Unazo nguvu za kufungua fursa mbalimbali, na kila unapougusa huo ufunguo mdogo kwenye pochi yako, ni kama unajithibitishia kuwa upo tayari kuzimiliki. Namba mbili, fedha ya kigeni. Fedha ya kigeni inawakilisha fursa mpya zisizotarajika pamoja na uwezo wa utajiri kutoka mbali au kutokea maeneo ya kushangaza. Fedha ya kigeni inawakilisha pia utanuzi wa mipaka yako ya kiuchumi na itakufanya uwe na uwezo wa kifikra zaidi ya kiwango chako cha kawaida na utaweza kuziona fursa mbalimbali zilizopo kwenye soko la dunia. Unapobeba fedha ya kigeni kwenye pochi yako, unaufungua ufahamu wako kwa kutambua kwamba utajiri unaweza kuja kutokea sehemu yoyote ile, haijalishi ni kutokana na uwekezaji wa kimataifa, mawazo mapya ya kibiashara au kupata nafasi ya kukutana na watu watakao kuongoza kwenye safari ya mafanikio. Kama vile fedha inavyoweza kusafiri kutoka nchi moja hadi nyingine, vivyo hivyo, kubeba fedha ya kigeni kunavuta utajiri kwenye maisha yako. Hii pia inakukumbusha kuwa utajiri haufungwi na mazingira au kawaida, bali inawakilisha fursa zinaweza kutokea nje ya mazingira uliyoyazoea, pamoja na kugundua njia mpya za kuvuta utajiri. Fedha ya kigeni imebeba nguvu ya kuvuta pesa kwenye maisha yako kutoka maeneo mbalimbali katika dunia hii. Namba tatu. Mbegu ya mchele, unaweza ukaona haina maana ila, mchele unawakilisha utele, ukuaji pamoja na kustawi. Kubeba mbegu ya mchele kuna kukumbusha kwamba hata mbegu ndogo sana ina uwezo wa kukua na kutajirisha, kama ilivyo kwa mbegu ya mchele, jinsi inavyoweza kuzaliana na kuwa nyingi. Hii pia inawakilisha utajiri unaweza kukua mdogo mdogo kadri muda unavyozidi kwenda, hata kama umetokana na mwanzo wa mdogo na inakukumbusha kuwa nidhamu na uvumilivu ni ufunguo wa kujenga mafanikio ya kudumu. Kubeba mbegu ya mchele ni kama kukukumbusha kuwa utajiri unajengwa hatua kwa hatua, na hatua ndogondogo kama vile kuweka akiba, kuwekeza au kujifunza zinaweza kukuletea mafanikio makubwa ya kiuchumi hapo baadaye. Na na hii inakufundisha kuamini hatua unazopiga na ya kwamba mafanikio yatakuja ukiendelea kupalilia malengo yako. Namba 4 sarafu ya dhahabu Dhahabu ni moja ya vitu vinavyowakilisha mafanikio na utajiri. Inawakilisha utele na imebeba nguvu ya kuvuta utajiri kwenye maisha yako. Unapobeba sarafu ya dhahabu au kipande cha dhahabu kwenye pochi yako, unakuwa umeikaribisha nguvu ya utajiri ije kwenye maisha yako. Hii pia inakukumbusha kuwa malengo yako ya kiuchumi yanawezekana kutimizika, ikiwa una nia na nidhamu, na pia inakusaidia kutambua thamani yako. Na utaweza kuchukua hatua ukiwa na ujasiri na malengo imara. Hivyo kubeba sarafu au kipande cha dhahabu kwenye pochi yako ni kuvuta utajiri kwenye maisha yako pamoja na kuikaribisha hali nzuri ya kiuchumi na utele kwenye maisha yako. Namba tano: sarafu ya fedha. Sarafu ya fedha maarufu kama silver imebeba nguvu ya usawa wa kiuchumi pamoja na utulivu wa kihisia. Sarafu ya fedha inafanya kazi katika pande mbili: kuulinda uchumi wako pamoja na kuvuta utajiri kwenye maisha yako kwa wakati huo huo mmoja na inahakikisha safari yako ya mafanikio ni salama na ya hoteli. Sarafu ya fedha inakuchochea kuamini uwezo wako binafsi na itakufanya uchukue hatua kwa ujasiri na na na na kwa kujiamini. Sarafu ya fedha inahusishwa na usawa wa kiuchumi pamoja na ulinzi, na unapoibeba kwenye pochi yako, unavuta utulivu na usawa kwenye maisha yako, ambao utakuwezesha kuepuka kuchukua maamuzi mabovu ya kiuchumi yatakayokusababishia hasara. Sarafu hii ya fedha ina nguvu kubwa ya kuvuta utajiri kuulinda na kuukuza na pia inahakikisha vitu vingine ulivyovibeba kwenye pochi yako vinafanya kazi zake kwa usahihi. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.